Baada ya muda wa kupita tunakutana tena kabisa, ndugu zangu, wana habari. Hmm, mambo ni mengi sana <laughs> lakini kuna mambo mengine hayapaswi hmm, kuzungumzwa kwa asilimia mia moja. Kabisa. Na hii yote ni kwa sababu ya kulinda maslahi ya pande zote mbili. Okay, unamaanisha nini? Leo ninaposema Azizi Andamwile, hmm, ninaposema Yanga ya hizi ni pande mbili na pande mbili hizi sio za maisha mm. kuna muda kuna siku ataachana na ndio maisha ya mpira miguu mm. Lakini jambo linalonifikirisha kwa nini Azizi a Ndambwili ameamua kujibu zile shutuma yeah. Amekanusha kabisa kwamba yeye hadaiwi na Yanga na ye ndo yeye eh, haidai Yanga ila Yanga ndo inamdai Azizi Ndambwile ndio maana nikasema hey, yeah. Jambo linalonifikirisha mimi mm. ni kwa nini Aziz Ndambwile amejibu binafsi kwa taaluma yeah. Kwa taaluma yake hapaswi kujibu. Kwa nini? kwa sababu yeye ni mchezaji, mchezaji ana usimamizi mm. Mimi naamini yeye mpaka kwenda Yanga hajajipeleka yeye, amepelekwa huyu alompeleka ambaye kama msimamizi mm. ama ajenti ama wakala mm. ndo akuwa mwenye haki ya kumzungumzia. Lakini ndugu zangu wanahabari mm. kama kweli mm. Azizi anda mwile ilikuwa hadai mm. kwa nini baadhi ya wafanyakazi wa Yanga wametumia nguvu kubwa kukanusha? Kama, kama kweli mm. lakini kwa nini kama hili jambo silo kweli, kwa nini zilitoka taarifa kwamba nimeshalipwa? Ndio maana walikuwa naeka wanaelewa wana kwamba e, amadai ambayo amekuja pengine yana lengo ya kuichafua klabu. Tumeshasikia taarifa nyingi kuhusiana na mambo kama haya. Wachezaji kwa kwa wengi wameshapita scenario hii lakini kuna mchezaji alojibu, kwa nini azizandamwili? Kwa hiyo amekosea kujibu ama binafsi eh. Kwa taaluma yake mm. Kwa nafasi yake mm. kama mchezaji, kama mchezaji hakupaswa kujibu. Kwa nini unaamini hivyo Dosa? kwa sababu mchezaji ni mtu wa kusimamiwa, lakini wanahabari tunaweza tukajiuliza tena kwa nini mwanasheria wa Yanga alifika TFF? Tuzungumzi kwa ubaya, lakini tunahoji tu haya mambo mpaka yamefika kule Dosa, eh, walitanabaisha kwamba yeye mwanasheria kwenda pale alikuwa anafatilia kuhusiana na hayo madai ambayo amepelekwa pale kwa, kwa sababu ndio kazi yake. Kama madai yapo lazima akaende kujiridhisha kabla ya mwanasheria Tulisikia taarifa ya, ya, ya wakala wake bwana nani Hilari kama sikosei. Hey, alizungumza kupitia Crown FM ni za uongo, Hilari mwenyewe alisema. Unaweza ukamnukuu Hilari? Unaogopa kukatazwa kuhoji? Nani? Usiache nikawataja kwa majina, wapo baadhi ya waandishi wanakatazwa simuoji Dosa wao na wahifadhi nani, nani nani na tu. Amekatazwa na nani? Chombo chao bosi wao? Eh? Au d <tipi> <tipi> <tipi> wapo baadhi ya waandishi Angale Sport, wanaambiwa kama mnataka kufanya kazi na sisi msimuoji yule. 15. Wapo. ule Eh? Sisi mwana tupo tunakuhoji na hamna ile tukataza, nimesema wapo, so nyie wapo. Wewe una shida gani na yanga Dosa? Mimi sina shida na yanga na sijawahi kuwa na shida na yanga. Shida ni nini? Shida ni maoni. Okay, lakini ndugu zangu wana habari, hmm, jambo la azizi andambwile limechukua sura tofauti tofauti, hmm, mwisho wa siku jana tumekuja kugundua kwamba Hili jambo lilikuwepo lakini, limesha limeshafitika kwao, halina haja sana kulizungumzia kwa sababu hmm, wenye mamlaka wameshalimaliza kwao. Ni vema mimi pamoja na nyie wanahabari tukaendelea kuheshimu taaluma za watu, kuheshimu mamlaka ya watu. Sawa bwana Dosa. E, moja kati ya vitu ambavyo vimeendelea kazi yao lakini kila baada ya mchezo kutamatika mashabiki huwa wanawachangia fedha tuliona. E, Dube lakini Boyeli pia amefunga goli mbili kachangiwa. Wewe Dosa, hili swala la kuchangia wachezaji ambao wanakuwa na kiwango kisichovutia kwako, kwa limekaaje? <coughs> Mimi naendelea kusema, ndugu zangu wanahabari, hmm. Kila jambo lina maoni yake. Wewe, maoni yako na kila jambo lina mtazamo wake hmm. Mimi binafsi hmm. Mimi siwezi kumchangia mchezaji pesa eh? siwezi <laughs> Dosa. Na hili nalisema kwa dhati ya moyo wangu. Ehe. siwezi kumchangia mchezaji pesa. Kwa nini Dosa na, na kwa nini tumchangie mchezaji mchezaji kwa mwezi tunamlipa milioni 30, kama klabu. Bado kuna bonasi, bado kuna posho. Analala bure, anakula bure, tunamchangia, nampa motisha, motisha. Sisi tunakwenda uwanjani, tunaacha shughuli zetu, tunakwenda uwanjani kwenda kumshangilia, kumwimba, kumwaminisha ni mchezaji bora kuliko wengine. Unataka mwondesha gani? lakini wanasema ni kwa sababu ya e, e, kuhakikisha kama mchezaji anakuwa. Nimesema mimi binafsi yeah. Siwezi kumchangia mchezaji pesa, mchezaji ndio mwenye nafasi ya kutupa sisi pesa, sio sisi tumpe yeye. yeah. hey. Anakupaje pesa mchezaji, Dosa? Sisi tunanua bando kwa ajili yake yeah. Tunaacha kazi zetu kwa ajili yake. Wema yeah. ulipwa kwa wema, Shehe. Wema ulipwa kwa wema, ndio maana mimi yeah. Siungani na mashabiki wote yeah. Na wanachama wote yeah. Wanaoamua kuwapa wachezaji pesa. O, hivi kama kweli kama kweli mashabiki wa wananchi wana pesa kama kweli mashabiki wa wananchi wana pesa mimi mm -hmm. wa wana mm -hmm. Naamini wangemchangia Kizinga kwenda Zanzibar. Kwa nini Kizinga? Kwa nini Kizinga? <laughs> kwa sababu hana na kwa sababu hawezi kwenda Zanzibar, gharama she. Yani, Zanzibar sio kama yeye anavyotoka Mbagala kwenda makumbusho. <laughs> Zanzibar ambayo ni sehemu ambayo ni very expensive. sio kila mtu anaweza kaenda. Kweli na mimi niwaambie na hakikishieni mm -hmm. kama ikitokea kizinga nakwenda Zanzibar mm. kama ikitokea ha, anakwenda Zanzibar mm. Aha, kuna laki hapa unatia mia hapa hata mechi hizi za kimataifa haendi. Mimi nimepata taarifa za siri kabisa. <laughs> Kwanza ndani ya klabu yake kuna watu hawataki yaende ndani ya, ndani ya timu yao Yanga Afrika. Kapteni wa mashabiki yule ana... hawezi kwenda, alafu pia eh, hawezi kwenda kwa sababu mmoja wa mtu ambaye alipata changamoto za Oktoba 29 ni huyu we, na ndio maana nikasema kama wananchi hmm, wana moyo wa kuwapa wachezaji wao pesa basi wampeleke huyu sawa, sawa. Changamoto za Oktoba 29. Uh, ofisi yake watu wameruka nayo. <laughs> <laughs> nitembwa <laughs> naamini yeah. Hawezi kwenda. Hakuna mtu wa kumpeleka. Kama wadau watajitokeza, hakuna nishazungumza na wadau mbali mbali mm. wa nje ya nchi ambao ni wananchi kweli kwelikweli wameniahidi waendi Brother, mm. hivi vilabu vina watu kweli? Hivi vilabu vinahitaji mchango ambao utaisaidia klabu mm. Sio wewe kila siku kumwambia mtu fulani mtu fulani hamna. Ndio maana mimi ukiniuliza jambo la mimi mm. kuwachangia wachezaji mimi nakataa, ni bora nimchangie yeye. Bora mchangie kizinga <laughs> sio kumpa, sio kumpa. Please, pumelelo Dube Asiwezi. Kumpa elfu kumi yako siwezi, elfu moja siwezi mchangia. Sasa monav nataka kuwafanya wajila ah, wajilaumu wasijilaumu mm, Lakini kama wao wana mm. wana wana mapenzi ya dhati, kama kweli wana mapenzi ya dhati, wao wahakikishe kizinga, natoka hapa na kwenda Zanzibar, kama kweli wana mapenzi ya dhati, kama kweli wana moyo wa kuchangia, namii nikikumbushe mara ya mwisho mm. Nakwenda Zanzibar nilikwenda na, na mwewetztaendaanadosa <laughs> <Kizinga> <Asubutu. laughs> <media sasita>. <laughs> tu, tumalize na hili. Jana zilikuwa kuna taarifa ambazo Young Africans kuna vitu walizindua ile Yanga Soka Club, lakini pia vilevile baadaye kitu ambacho kimekuja kuzua gumzo kwelikweli ni baada ya yeye kuja kugusia swala so zima la gari iliza la klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mashabiki wa Simba wamemjia juu ya kwamba kiongozi wake Engineer Harris Saidi kipindi awamu ya kwanza anaingia katika madaraka aliwaahidi katika kipindi chake atakwenda kuwatengenezea uwanja. Mbona Ali Shaban Kamu ameshindwa kumuuliza Engineer Harris Saidi ya kwamba mbona hujawatengenezea uwanja wakati ilikuwa ni miongoni mwa vile vitu ambavyo uliwaahidi mashabiki leo hii unakuja kujaji kuhusiana na swala la iriza la klabu ya soka ya Simba sports klabu. Binafsi, swala la uwanja siwezi nikalizungumza leo mm, lakini lazima nikiri, ni changamoto, ila sina maelezo yao marefu mm, ila nikiri, ni changamoto. Swala la uwanja, swala la uwanja, swala la basi mm, ni swala ambalo lipokuwa na simba mm, wao wenyewe wanaweza wakalitolea ufafanuzi mzuri kabisa, ila mimi napambana na mambo ambayo yananihusu siwezi nikazungumzia swala la basi la mtani wangu wakati mimi mwenyewe natamani kupata basi kama hilo. Ndio eh? Maana nikasema mambo mengine mm. yanahitaji ithibati kuyazungumza. <laughs> Kwa hiyo kwa maana ya kwamba Simba wakiletewa lile gari Simba itakuwa na thamani kubwa kuliko Yanga Afrika sasa. kama ili Eh? ilivyowazam hey. Sababu basi wanalolitaji Simba eh ni basi la kihistoria, ni basi ambalo kama ikitokea, mi siwaombei, walipate, siwaombei walipate. Kama wakilipata, samani ya Simba itapanda maradufu. Sasa wao wataweka wapi sura zao kama wakilipata? Najiuliza sisi kama watani zao tutaweka wapi sura zetu. Lakini kama wakilipata tufahamu wao pia wanaupiga teke mpira wetu. Leo nyinyi mashuhuda, mashuhuda wanahabari, vilabu mbali mbali vinavyokuja kwenye nchi ya Tanzania wanatumia basi la Azam, sababu wanaamini mabasi kama haya kwetu yapo. Tulikuwa tunawapa Yutong hapa, tulikuwa tunapelekea Skania hapa, lakini Azam kwenye hili amekuwa mkombozi. Inawezekana Simba nayo ikawa ni mkombozi pati tu kwenye hili inawezekana. Kwa okay, kifupi Yanga Africans nao pia wana mengi ya kujifunza kwa Simba. Kila mtu ana mipango yake. Lakini mipango ya maendeleo huigwa. Jonas. Nakusikiliza. Kila mtu ana mipango yake. Ile mipango ya maendeleo huigwa. Kwa Yanga waige kwa Simba. Sitaki kusema hilo. <laughs> Na tafsiri yake? Sitaki kusema hilo. Unamaanisha nini kusema? Inachomaanisha mm, kwamba kitu kizuri kuigwa. Kama watu walivyoiga vilabu vingine kuwa na uwanja. Sasa, na sisi pia tunatamani kuwa na uwanja hey. Tupo pamoja, tupo pamoja na nyinyi mnatamani kuwa na uwanja, ndio mipango ya viongozi wetu. Na nyinyi mnatamani muwe na iriza kama la Azam, kama la Simba. wakipata mimi sana, ndo natamani sana, sijajua wenzangu, ila mi ndo natamani tuna basi kama hilo ambalo Simba unalipigania hmm ila, ila, ila ni, ni, ni kama tu kutokutendea haki yani wewe kama kiongozi unakwenda kuzungumzia mambo yeah. Yani ya upande wa pili wewe kwako yanakushinda nyumbani kwako kwa, unakwenda kwa jirani, unamwambia jirani, hapa unabidi utengeneze hivi ya kwako kwa, kwa, nyumbani kwako kwa, <laughs> <taki taki taki> kumungi ah, dosa likiwa wewewee nyumbani wewe nyumbani kwako kwa, bana nyumbani kwa kwa mimi dosa hapa ndo nyumbani kwangu nimeshindwa kununua nyama na kwenda kumwambia jirani hiyo nyama yako inatumiza pua. mm, wewe unaweza mimi e, e, yani tulivae tu <laughs> <laughs> kwa upande <laughs> yani wa nyumbani, lengo lako ni mpinge nani? Mimi sijasema, mimi nashukuru sana. Mimi sijasema sema tu yani, wewe nyumbani kwako unamhofia mtu? Hapana, hapana, twende kazi. Hapana, nyumbani kwako Dosa, wewe hujapika, hujapika nyama Nyama unaisikia harufu kwa mwenzio, unaichambua eh, una, alafu nje unakutana na jirani mimi nasema, nasema mananukia. mambo mazuri huigwa mm. mambo mazuri huigwa mm. kama Simba mm. walivyoiga kwa Azam mm-hmm. na sisi pia tunapaswa kuiga kwa, kwa Azam kuleta basi la Eliza linaitwa, mm. Eliza. Eliza. Eliza. Basi la Eliza, eh. Eliza yeah na si tunapaswa kuiga kuiga. mi ni mimi niwashukuru sana Amina, lakini tupo kwenye wiki ya kimataifa, waambieni Watanzania. mm -hmm. hii wiki ni ya kimataifa uh -huh. tuna kila sababu kuiunga mkono timu yetu, uh -huh. ya taifa leo. Tunacheza mchezo wetu dhidi ya Kuwait, imani yangu Watanzania wote watakwenda kufuatilia vyema huo mchezo. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wa Tanzania, mimi pamoja na wewe na wengine, kuendelea kuisapoti timu ya taifa ya Tanzania kuelekea mashindano ya kimataifa. Asanteni sana. shukrani sana.